Na miongoni mwa masuala yaliyokuwa yanakwamisha tasnia hii kutoa mchango wake stahiki ni kukosekana kwa ujuzi na uzalendo. Ni sehemu ya hotuba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliyoitoa katika hafla ya utoaji wa tuzo kwa waandishi wa habari zinazojulikana kama Tuzo za Samia Kalam Awards. Tuzo hizo zimeandaliwa na chama cha waandishi wa habari wanawake nchini TAMWA kushirikiana na mamlaka ya mawasiliano nchini TCRA kwa lengo la kutambua mchango wa waandishi wa habari za maendeleo. Kufuatia ushauri aliotoa Rais Dr. Samia usiku wa kuamkia leo, ndipo Azam TV kawatafuta wadau habari ili kupata maoni yao. Tunapaswa sasa kama vyombo vya habari kujenga ajenda za kuwawezesha Watanzania kuona kwamba ni sahihi mtu kufanya kazi, ni sahihi mtu kujituma. Ni sahihi kama una nafasi kumtendea haki aliyeko mbele yako au anayekuja au aliyeko chini yako. Kwa hiyo hiyo ndo ustarabu fulani hivi ambao rais anaamini kwamba vyombo vya habari vinayo nafasi ya kuutenda. Sio kutengeneza taifa lenye miparaganyiko, taifa lenye sintofahamu, taifa ambalo lina mawazo na michakato na mazungumzo ambayo hayana faida yoyote katika maendeleo halisi ya taifa. Sisi wenyewe kama waandishi wa habari wa Tanzania tunatakiwa tuandike kile kinachoendelea nchini kwetu cha maendeleo, kusifia utamaduni kusifia kila kitu kilichopo nchini kwa ajili ya kujenga nchi yetu, kuitangaza vizuri katika nchi za nje. Tuandike waandishi, tunawatengeneza kwa sababu hapa ni chuo. Tunawatengeneza wajikite kwenye habari ambazo zitafundisha, zitajenga, zitasaidia kubadili mitazamo, zitasaidia kuinua, kubadili misimamo ya, ya watu juu ya vitu mbalimbali, zitakuza uchumi, zitakuza rasilimali watu, zitakuza hali ya maisha kwa ujumla. Katika sherehe hiyo ya utoaji wa tuzo 38 kwa wadau wa habari na waandishi wa habari katika vipengele mbalimbali, waandishi wa habari watatu wa Azam TV wameibuka kidedea katika nyanja mbalimbali, akiwemo Rehema Evans akiwa ameshinda tuzo ya umahiri wa waandishi wa habari za uwekezaji, Gilfred Arnold tuzo za umahiri wa waandishi wa habari za vijana. Na Rehema Salim akibeba tuzo ya uandishi wa habari za viwanda na biashara. Nimejisikia vizuri, kwanza naweza kusema nimejisikia vizuri kupokea tuzo hii. Ni kitu ambacho mimi kama mwanahabari kimenipa hamasa na kimeniongezea ari ya kuendelea kufanya kazi zaidi, kwa sababu kazi yetu ni ngumu, ni ngumu na ni miongoni mwa kundi ambalo sio rahisi sana kukumbukwa, japo watu wanauona umuhimu wako anapokuwa anahitaji habari yake na jambo analolifanya lionekana, anakuona ni wamuhimu, lakini baada ya hapo umuhimu unakuwa onekani sana kwao. Sisi tumejisikia faraja, tumejisikia, tum, tumejisikia tumaini na kupata ari mpya kama waandishi wa habari kupata tuzo zina, ni tuzo ambazo zimekuwa kubwa tofauti na tulivyotegemea. Mbali na tuzo hizo, Azam TV imebuka kidedea katika tuzo za kituo bora cha uzalishaji wa maudhui ya ndani na ukuzaji wa michezo. Huku aliyekuwa mkuu wa kampuni ya Azam Media Tido Mhando naye akiibuka kidedea katika tuzo za mwanahabari mbobevu. Rebecca Mbembela, Azam News.